Hi dears, mambo vipi? Leo nataka tuongelee faida za kuwekeza kwenye ardhi. Kwa nini uwekeze kwenye ardhi? Faida ya kwanza, inasaidia kutunza thamani ya pesa. Faida ya pili, inasaidia kuongeza thamani ya pesa. Kwa sababu ardhi huwa ina kawaida ya kuongezeka thamani kila baada ya muda fulani. Kwa hiyo ukinunua ardhi leo milioni moja, ndani ya miezi sita mpaka mwaka mmoja, thamani yake itakuwa sio milioni moja tena. Faida ya tatu, unaweza kukopesheka kiurahisi kutoka kwenye taasisi za kifedha, mabenki lakini pia na makampuni yanayo miongoni mwa vigezo ambavyo taasisi za kifedha zinazingatia sana ili kukopesha wateja wao ni pamoja na kuwa na kitu cha thamani ambacho unaweza kuweka kama bonus. Faida ya nne inasaidia kujenga nyumba pamoja na majengo mbalimbali kama vile nyumba za kuishi, nyumba za kupanga na majengo mengine kama majengo ya ukarimu, yani hospitality properties. Kwa huduma za ardhi, nyumba na majengo, karibu Mevity Company Limited. Ofisi zetu zipo Dodoma opposite na bunge la